Tumeamua kuja kuanzisha chumba cha darasa la kompyuta. Haya sio mapenzi yaani, haya ni mahaba, hamna watu wamevunja. Na leo tumekuja kuandika historia nyingine ya kuleta laptop hizo hizo desktop. Naam. Habari za wakati huu, hii ni Muungwana One TV na mimi ni Bizo Marima. Kru mzima ya Muungwana One TV imesafiri kutoka headquarters za Muungwana One TV kutoka Ndanda na tumefika katika halmashauri ya wilaya ya Newala na tumefika katika shule hii iliyopo katika kata ya Mnyambe shule ya sekondari Mnyambe ambapo leo tarehe ishirini na nne mwezi huu wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano baadhi ya wanafunzi waliopita katika shule hii ya sekondari ya Mnyambe wameamua kurudisha fadhila katika shule hii. Nimedokezwa kidogo vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta baadhi ya zawadi mbalimbali e, wamekuja kuvitoa katika shule hii ya sekondari hapa Mnyambe, na tukio hilo limekusanya baadhi ya viongozi mbalimbali ikiwemo madiwani wenye viti vijiji, lakini pia hata viongozi wa shule pia e, wamehudhuria katika tukio hili. So tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutium na kuweza kuangalia nini kitaendelea katika maeneo haya ya shule hii ya sekondari ya Mnyambe. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV, endelea kukaa na sisi ufuatao ni ujumbe maalum wa wahitimu wa elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Mnyambe mwaka elfu mbili na saba. Mheshimiwa mgeni rasmi <clears throat> sisi wahitimu wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Mnyambe wa mwaka elfu mbili na saba tumeguswa na kuja kutoa shukrani zetu za dhati kama wanafunzi wa shule hii, hivyo tumeamua kuja kuanzisha chumba cha darasa la kompyuta kwa kuleta vifaa vya tehama kwenye mabano kom kompyuta mpakato. Tumeleta kompyuta mpakato mbili ili kufanikisha na kuendana na dunia ya sasa ya sayansi na teknolojia, lakini vile vile kuwasaidia ndugu zetu katika kujiandaa kupambana na soko la ajira hivi sasa. Aidha, tunaomba wadau mbalimbali wa elimu na maendeleo kutoka ndani na nje ya kata ya Mnyambe kuunga mkono jitihada za serikali katika kuinua na kukuza kiwango cha elimu na kutatua changamoto mbalimbali mbali katika shule yetu ya Mnyambe na taifa kwa ujumla. Kipekee tunawashukuru walimu wetu wote wakiwakilishwa na mwalimu Fortunatus Faustin Chitopela na mwalimu Lucas Hassani Rashidi kwa niaba ya walimu wote ambao walikuwepo kipindi hicho wakiongozwa na mkuu wa shule mahiri mwalimu Omari Ali Mtavia kufanikisha kufuta division zero kati ya wanafunzi wote tuliofanya mtihani mwaka elfu mbili na saba ambao tulikuwa wanafunzi 81. Mheshimiwa mwenyekiti, ujumbe wetu ni mfupi sana na hatuna mengi ya kueleza, ila tumejawa na furaha tele kwa sababu sisi sote hivi sasa kila mmoja anafanya shughuli zake za halali na kujipatia kipato chake halali. Naomba kuwasilisha kwako, ikiwa nikiambatanisha na orodha ya wanafunzi walioguswa na kuweza kutoa michango yao katika kufanikisha shughuli hii. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa wanawake wa wilaya hii, baadaye nikawa diwani viti maalumu vipindi viwili, na hii sasa ndio diwani wa kata ya Mnyambe. Lakini niungane na mwenyekiti wa Mnyambe mimi, na mimi nimetoa watoto wengi hapa. Mimi mwenyewe nimewahi kwenda Yudom kwenye maafali ya kijana wangu anaitwa Hamza Mwenze, naye ni mwalimu mwenzenu. Ninao wengine. Niwashukuru sana, niwakaribishe tena na tena kwa hiki mlichokifanya ndugu zangu, hakijawahi tokea akijawahi tokea. Lakini niseme pia kwamba hiki mlichokifanya ndio mwanzo mzuri wa mimi diwani wenu wa kata. Najua ushirikiano huu mlioanzisha itakuwa chachu ya maendeleo zaidi kata Mnyambe. Mnyambe safi! Kuna usemi wanasema hivi, haya sio mapenzi, yani haya ni mahaba walimu na wafanyakazi wote wa shule ya sekondari Mnyambe kushukuru kwa hichi ambacho mlichotupatia, kwani kwa ujumla watoto wetu au shule ilikuwa inapita katika changamoto ya hii vifaa vya tehama. Kwa hiyo kupata hizi mashine mbili, nafikiria zitaenda kwenda kurahisisha utendaji kazi wa mambo mbalimbali mbali. Mfano, nikitolea mfano kwamba hivi vifaa vimekuja kwa wakati. Sasa hivi ukijazungumzia katika masuala ya malipo yoyote ya kifedha, kwa chochote tunachotaka kununua hapa shuleni, huwezi kufanya hayo malipo bila kutumia vifaa kama hivi. Lakini vivyo hivyo kwa maendeleo ya shule, kwa mfano mimi natokea ofisi ya taaluma, ili kuchakata matokeo, kuchakata ripoti kutuma matokeo, kutuma CA katika levo ya NECTA basi, lazima ipatikane vifaa kama hivi ili ile zoezi la kuchakata au matokeo itakuwa ni rahisi sana. Lakini vile vile vifaa hivi vitaenda kutusaidia katika zoezi zilizima la kujifunza na ujifunzaji, yani maana yake ujifunzaji, kwa sababu tukizungumzia kama kidato cha tano sasa hivi tuna, inatakiwa tutumie mashine tutumie kompyuta tutumie laptop tutumie kila kitu. Sasa hivi vitaenda kusaidia kwenye kuchakata zoezi zima la ujifunzaji hapa shuleni, na nafikiria naongea hivyo. Ukizungumzia nyinyi mmemaliza elfu mbili na saba, mimi nacheka wakati mnasema na memaliza elfu mbili na saba, kumbe <laughs> ni tumemaliza pamoja mwaka huo. Sisi tuliona hili jambo ni dogo na tulijikusanya tukasema tuje tufanye kitu, lakini mapokezi yenu ni makubwa, yametutisha. Yaani, namna mlivyotupokea ni kama tumefanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo sasa kama nyie, alafu mmetuombea maneno makubwa ya baraka, ambayo tunaamini Mwenyezi Mungu atatubariki kwa hiyo. Tunaomba tuwashukuru sana kwa niaba ya wanafunzi wote walioko hapa, sisi ni wawakilishi, tuko wengi, lakini nawashukuru sana umetutamkia maneno makubwa, umetupokea vizuri sana. Tukio sasa linaonekana kuwa ni kubwa, wakati sisi azima yetu tulikuwa kwamba tumepata kidogo. Tuje tuje tuseme asante kwenu. Lakini umetupokea katika ukubwa sana. Ah, lakini wakati katibu anasoma ana, ana, ana alisema ni kompyuta mpakato. Kisema kompyuta mpakato ni laptop, PC, personal computer. Lakini hizi ni hiyo ni ni, ni, ni, ni, typing error kwa sababu tuliandika. Lakini kimsingi kwa kik, kwa Kiingereza tuseme ni desktop. Sijajua Kiswahili chake kinafanyaje basi tuseme tu desktop kwa sababu ndio hizo mbili tulizonazo. Computer, ah, kompyuta ya mezani. Yes, kompyuta za mezani mbili. Kama mlivyoona sio kwamba tumefanikiwa sana. Lakini hii inaonyesha ni na namna gani tunakumbuka tulikotoka. Mr. Lucas, wakati naongea hapo kasema kama unafikiri uliwahi kutukosea, tukusamee. Hapana. Um, tunapokuwa wadogo, unapokuwa mdogo unapopigwa wakati fulani unaweza kahisi mzazi wako au mwalimu wako anakuonea lakini utakapokuwa mkubwa unakutana na maandiko ya, ya kwenye imani, kwa mfano Biblia inasema fimbo huondoa upumbavu kichwani mwa mtoto. Kwa hiyo wewe ulikuwa ulikuwa unatunyosha uliku, ndio maana leo humu ndani labda tuko ufupi sana, katika darasa lenu la elfu mbili na saba lina watu wataalamu wa kada zote, yani kuanzia walimu, usalama wa taifa, polisi, wanajeshi, yani kada zote, madaktari, mimi mfanyabiashara mwenye jina kwa huko Iringa mi ni mwenyeji wa shirangala lakini kule Iringa nina jina kwa hiyo tumegawanyika watu wa kada zote kwa hiyo uh, hiyo ni impact ya walimu ambao kama tunavyosema tunawatambua sasa Mr. Lukas ndio maana hata hata yeye ku, kuacha shughuli zake sio mwalimu hapa sasa lakini anafahamu mchango wake hapa kama alivyosema kumbe ni muasisi mi nilikuwa sifahamu ila leo nimefahamu kwamba yeye ni miongoni mwa waasisi kwa hiyo sisi tunashukuru sana. Tukuondoe hofu kwamba ulikuwa unatunyoosha, ni kweli tulikuwa tukikuona, wiki ya Mr. Lukas lazima unaweza, lazima utanyoka tu wiki ya Mr. Lukas, kwa sababu alikuwa anatembea na fimbo, ameweka hapa anadunda nazo <laughs> Mr. Never told me ndio jina maarufu. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa kipindi kile alikuwa ni mtu ambaye tunamwogopa kweli kweli, lakini ndio amefanya sisi leo tuko hivi kama tulivyosema watu tulikuwa themanini na moja, mkondo A na mkondo B. Haijawahi kutokea wanafunzi wengi kiwango hichi kupata division 1 na hakuna division 0. Hiyo record bado hamna watu wamevunja, na leo tumekuja kuandika historia nyingine kuleta laptop hizo, hizo desktop. Kwa hiyo sisi tuwahidini waheshimiwa mlioko hapa mbeleni, huu ni mwanzo. Watu elfu mbili na saba tutahamasisha wengine. Waliotoka hapa wenye mapenzi mema kama Mheshimiwa Jano alivyosema, wale walioko tayari hata 2007 waliotoa, sio wote tumetoa, wachache sana tumefanya kitu kidogo, lakini katika udogo ule tumesema tunaacha alama kwenye maisha. Tuliumbwa ili tuache alama, yes. Kwa hiyo sisi tumekuja kusema asante Mr Chitopela. Chitopela alikuja mwaka, sisi tuko form four, tukiwa tunayumbayumba kweli, lakini alipokuja huyu, kama alivyosema mwenyewe, alikava magepu mengi kwa sababu yeye ni mwalimu wa katika masomo ma, ma ya ati karibia yote anaweza. Kwa hiyo akatusaidia mpaka leo tumefika hapa. Kwa hiyo tunakushukuru sana eh? Lakini hawa watu pamoja na misaluka, si kwamba alikuwa ni mtu serious sana, lakini ni mtu ambaye kama huna kosa ni mtu mzuri. Yani yeye ubaya wake alikuwa na dili na watu wabaya ili wawe wema. Nicho tu eh? Wakina Nyengema wazee kuchomekea vibaya walielewa eh? <laughs> lakini leo si mnamwona? Amekula suti kali, amekula suti kali kwa sababu ya juhudi za kumnyosha akae kwenye msari. Kwa hiyo kwa kweli, kwa moyo wa dhati, kwa ajili ya walimu wote tunawashukuruni sana Mr. Chitopela na, na Mr. Lukas, lakini kokote ambako najua Mr. Mtavia tasikia. Na yeye ndio maana tumesema mwalimu uh, mkuu wa shule mahili kweli kweli kwa sababu na ye, yani pale sisi tulikuwa mkuu wa shule uh, Omari Mtavia, makamu Mr. Lukas. Sasa hiyo hiyo namba hiyo achana nayo kwa kipindi hicho <laughs> ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa sasa Ilitusaidia kwa sababu kama uh, utacheka na nyani basi utavuna mabua. Kwa hiyo hawa walikuwa hawana muda wa kucheka na watoto watukutu, lakini badala yake waliwanyosha. Kwa hiyo uh, sisi tunawashukuru sana kwa yote yaliyoendelea hapa, umetupokea vizuri wote, uh, tunawashukuru sana lakini, pia kama tulivyosema kwenye ujumbe uh, wetu tunatoa wito kwamba sisi tumeonyesha njia, tunaomba mdau yeyote anayewiwa kusapoti shule ya Mnyambe kwa umoja wetu, kwa uchache wetu, kwa wingi wetu tufanye kitu. Kwa hii meseji iende kwa wanamnyambe wote walioko hapa na walioko nje ya Mnyambe, kokote tuliko tufanye kitu kwa ajili ya Mnyambe, lakini tufanye kitu kwa ajili ya shule zetu za msingi tulikotoka, ili mambo yaendelee kuwa mazuri. Kwa majina naitwa Karim Musa Baisa aka, kwa Tina, niko nasoma hapa shule ya Mnyambe Sekondari, niko natumia kwa jina la Kamuba. kwa maana nimefika hapa leo kuja ku toa shukrani katika mazingira haya kwa kile ambacho tulichofanikiwa kukipata tukiwasindikiza ndugu zetu ambao wamekifanya kikubwa zaidi ambacho wamekuja kukikabidhi katika <coughs> shule, na sisi kaka zao tukiwa kama ni wa, waalikwa kwa maana ya kuwapa sapoti katika lile ambalo walioleta katika kuwasilisha shuleni hapa, na mimi kwa malengo yangu na, na, na, na uzito wa hili ambalo ndugu zetu wamefanya nilikuwa nafikiria kwamba hata sisi ambao tuliwatangulia basi, aidha inawezekana tukaungana nao kwa kutengeneza grupu moja la shule tu ili tutengeneze chenye utofauti zaidi, au yale magrupu ambayo tuko naye ya miaka tofauti tofauti, basi yakawa yenye nguvu zaidi, tukaweza kuchangia zaidi, ili angalau tuje kuja kufanya chenye utofauti na hicho ambacho ndugu zetu wamekifanya, au sisi tuwezi kuongeza pale ambapo walipo wao weka katika uwekezaji mdogo ambao wameweza kutengeneza katika mazingira ya shule yetu. Nadhani baada ya hapo, nadhani shule itakuwa yenye utofauti, na hata watoto wetu ambao wanasoma sasa wanaweza wakatengeneza kama ni sehemu ya kumbukumbu kwamba tumeweza kufanyiwa na hiki na wazazi na wetu, basi na sisi, na sisi miaka inayofuata mbele, na sisi tukiwa kwenye channel, basi na sisi tuweze kufanya yenye tofauti ili kuendeleza manufaa au matunda ya shule yetu. Kwa jina naitwa mwalimu Fortunatus Chitopela, ni mwalimu wa shule ya sekondari Mnyambe kuanzia mwaka elfu mbili na saba. Leo hii kulikuwa na tukio moja, moja kwa hawa vijana wangu ambao wamehitimu hapa Mnyambe sekondari mwaka elfu mbili na saba. Walikuwa na tukio la kuleta vifaa vya TEHAMA ambapo ikiwemo ni kompyuta za mezani mbili pamoja na laptopu moja hivi wameleta kwa ajili ya kufasiliteti Swala zima la ujifunzaji. Kwa namna ya pekee, nawatakia baraka njema, Mungu awasaidie wa awaongezee pale walipotoa, ili waweze kupata baraka zaidi na hatimaye kupata kingi zaidi na hatimaye waweze kuisaidia shule. Pia natoa shukurani kwa viongozi wote walioshiriki katika zoezi hili la kuwapokea hizi zawadi kutoka kwa vijana wetu, na pia natoa shukurani kwa viongozi waliotoa dua kwa ajili ya kuwaombea baraka njema wa vijana wetu na sasa kwa namna ya pekee niwatakie safari njema waweze kurudi salama kule wanakokwenda, wakaendelee vema na kazi zao na Mungu awajazie wa baraka tele. Wito wangu mkubwa kwa vijana wale ambao wamemaliza shule ya sekondari Mnyambe ni kuwaomba waige mfano walioonyeshwa na hawa kaka zao na wao watafute namna yoyote ya kuweza kutangaza jina lao katika shule ya sekondari Mnyambe kwa kutoa msaada wa hali na mali. Hata kutembelea katika mazingira yao ya shule itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu watakuwa wamewa inspire vijana wenzao waliobaki katika shule hii ya Mnyambe sekondari. Kwa hivyo basi, yoyote yule ambayo anayowiwa, anayetamani kuisaidia shule yetu ya sekondari Mnyambe na shule zingine zozote Tanzania, ili kuinua taaluma, basi anakaribishwa na tunahitaji msaada wao. Kwa majina naitwa Agnes Joseph Ndimbo, ni mjumbe wa bodi ya shule ya sekondari Mnyambe. E, nawashukuru sana vijana ambao wamekuja hapa leo, ambao ni wahitimu wa kidato cha nne elfu mbili na saba. Mungu awabariki sana. Haijawahi kutokea katika shule hii lakini kwa vijana hao wamejitoa kwa moyo, wakaja kuonyesha kitu cha mfano. Kwa hiyo nawaomba na, na wadau wengine wajitokeze waje kusaidia au kusapoti shule ya sekondari Mnyambe. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.